Mtazamaji, tupo katika kituo cha upigaji kura cha Kanagoni katika wadi ya Adu kaunti ndogo ya Magarini kaunti ya Kilifi, na tayari wakaazi wa eneo hili wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kushiriki zoezi hili la upigaji kura katika uchaguzi mdogo wa kumchagua mbunge wa eneo bunge hili. Ikiwa ni haki yao ya kikatiba wananchi katika eneo hili, basi wamehakikisha kwamba wanaitekeleza, na pembeni mwangu nitakuwa naungana na afisa msimamizi katika kituo hiki cha upigaji kura ili tukapate kuzungumzia kwa kina kuhusiana na hali imekuwaje, tangia vituo kufunguliwa na hadi kufikia sasa. Karibu sana, asante. Labda umfahamishe tu mtazamaji uh, jina lako kamili alafu uzungumzie pia kuhusiana na zoezi hili limekuwaje, tangia vituo vilipoanza kufunguliwa hadi kufikia sasa, asante uh, sana mimi naitwa Josaya Wanje, ni mwafisa msimamizi wa kituo cha Kanagoni ambao inapatikana katika Adu ndani ya gatuzi ya Kilifi. Uh, tumefungua kituo ka kawaida saa kumi na mbili kamili, lakini wapiga kura walikuwa wamefika hapa kama mwendo wa saa 11 na nusu hivi, na kufikia sasa laini ni ndefu, wapigaji kura wamejitokeza ili wakaweze kutimiza malengo na haki yao ya katiba ya kupiga kura kuchagua kiongozi wao na tunavyoendelea tunaendelea vizuri wapigaji kura wako sawasawa sawa, na kila kitu kiko shwari ni kuombea tu kuwe tuna amani na tuendelee na zoezi hili kikamilifu na kwa uh, njia ya haki kabisa na tuwe, tuendele tututoka tu, sawa Tulifikia sasa hatuna changamoto zozote maanake jana pale kwa tallying center, tulitolewa mapema tulifika mwendo wa kama saa kumi na moja na dakika ishirini hapa ndani ya kituo hiki cha Kanagoni. Kwa hivyo kila kitu kiko shwari kufikia sasa yeah. Tumeona process ya kupiga kura ni inaenda vizuri kulingana na, na sheria. Kuna maagents wa candidate wa wawili, tumeona uh, materials iko sawa, security tumeona iko sawa, mipangilio Uh, iko sawa mpaka sasa. Uh, pia tumetembea pale Marereni tumeona hali ni sawasawa pia kama vile hapa Kanagoni. Uh, tuko na timu ambayo iko pale Mapimo uh, tuko na timu ambayo iko Marafa, tuko na timu ambayo iko Garashi, tuko na timu ambayo iko Sabaki yani tumecover wodi zote na tuna central reporting place ambapo habari tunazozipata mpaka sasa, uh, uchaguzi unaendelea kwa amani naendelea kulingana na mpangilio wa kisheria. Katika polling station number one tumeona mama ambaye jina lake liko kwa register, lakini biometrics haikuweza kumtambua pengine athari ya. Kwa hivyo kachukuliwa picha yake, maagent wakaitwa, wakaweza kuelezewa, alafu wakaruhusiwa kupiga kupiga kura. Uh, police station number 2 tumeona kwamba kuna wengi ambao hawajui kusoma. Uh, kwa hivyo wanaita presiding uh, uh, officer anaita uh, agents uh, wana wanamuuliza wana, wana, wana mama aweze kusaidiwa namna gani, anasaidiwa majet, anaangalia na anaona process inaendelea inaendelea vyema. Coco FM ladha ya